O kweli sana. Lakini leo katika nchi hii mimi ndo mwakilishi wa kwanza kwenye mziki. Wewe ndo kweli. Napokuwa mimi mwakilishi wa kwanza kwenye mziki. Maana Kigoma ndo mwakilishi wa kwanza kwenye mziki. Kama kuna kiumbe chochote kinafanya mziki nchi hii kinaniweza, kisogea mbele yao. Mambino Punguza mdomo ndugu yangu. Punguza mdomo. Kuna wasanii wengi wanajua kuimba na wanaweka heshima. Punguza mdomo kwa wasanii wenzio, weka heshima mpumbavu wewe. Wewe unajiona yani, eti hakuna msanii anaweza kufanya muziki. Kutoa hizo hit zako tatu, kuwalipa watu hela na kuanza kufanyia collab na unaweka mdomo hivyo. Mimi binafsi ninaweza kukushusha na kukufuta kwenye ramani ya muziki. Punguza mdomo ndugu yangu. Acha dharau. Kuna watu walikuwa na dharau leo wako wapi? Kuna kufa. Mpumbavu wewe! Eti yao kama kuna mwanamuziki yote anayejua aweke bato na mimi, yaani kwa kutoa hizo hit song tatu na kuwalipa watu hela. Punguza mdomo, maisha hayapo hivyo. Maisha hayapo hivyo, mpumbavu wewe. Unajiona una akili, unakaa unaongea upumbavu. Ndio maana ukui. Wasanii wenye akili hawezi kuongea. Huwezi kumuona Wizkid anaongea upumbavu kama huo. Huwezi kumuona Davido anaongea upumbavu kama hiyo. Huwezi kumuona Banaboy anaongea upumbavu kama huo. Mimi binafsi ninaweza kukushusha na nikakutoa kwenye ramani ya mziki, na usinifanye chochote. Chochote unifanye na kuondoka kwenye ramani ya mziki kwa njia yote ninayojua mimi, na ufanye chochote. Mpumbavu wewe, etio wewe unajiona nani wewe? Au unajiona wewe ufi? Kulikuwa na wanamziki wakubwa, kina AY kina Mwana FA kina nani, hawajawahi kuzungumza upumbavu kama huo unaozungumza wewe. Yes, heshimu bwana. Umenikwaza sana, waombe radhi wanamziki wenzio, waombe radhi wanamziki wenzio. Unawakosea wanamziki wenzio. Na nyuwa wanamziki, muwe na akili. Huyu mtu ame mnafanya naye kolabo, tazama maneno anaongea. Mna hangout naye, tazama maneno anayoongea. Amewadhihaki wote.